Tunaendelea kutoa taarifa tu kwamba uh, barabara imefunguka, barabara imefunguka na hivi sasa mabasi ya abiria, magari madogo yanaendelea kupita, na tumetoa kipaumbele kwa magari ya abiria, tumetoa kipaumbele kwa mabasi ma, mabasi mabasi ya abiria na magari madogo uh, ili kuweza kuwapa nafasi wananchi waweze kuendelea na, na shughuli zao. Jambo la msingi la kwanza ni kwamba huduma za usafiri na usafirishaji eh, kwa mikoa ya kusini imerejea. Na kipaumbele chetu ni magari ya abiria, magari madogo, alafu na magari ya mizigo pia vilevile. Lakini lingine ambalo lingetamani lieleweke wazi, hii iliyotokea ni dharura, na wakati dharura hii inatokea ni kwamba kazi ya ujenzi wa madaraja yale ambayo ni ya kudumu ilikuwa ikiendelea, ao maana yake isije kuonekana kama vile labda kila siku tunashughulika na dharura, la kazi ilikuwa inaendelea. Madaraja tuliyonayo hapa ni matano yaliyokuwa katika hatua mbalimbali na yote yapo katika steji hizi mbalimbali, ijile tu kwamba ujenzi wa daraja kama vile ni jambo wakati mmoja wao wa muda mfupi ni hatua tengenezwe nguzo ikomae mae imwagwezege liko mae. Kwa hivyo hatua kwa hatua, naomba niwatoe hofu Tanzania, wasikia wakadhani kwamba toka ilipotokea dharura ya mwaka jana kuna serikali ilichokifanya. Serikali imechukua hatua madhubuti kabisa na kila mahala yuko mkandarasi anafanya wajibu wake. Hili ililotokea leo ni sehemu ya dharura, kama ambavyo wakati wote dharura inaweza ikajitokeza. Narudia kuwashukuru sana uh, wananchi wote kwa uvumilivu, nashukuru sana kwa subira, lakini vile vile tunaendelea kuwashukuru sana wakandarasi wetu, wataalamu wetu, uh, wa TANROADS, na wote tunamshukuru kwa namna ya kipekee kabisa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa eh, moyo na msukumo mkubwa wa kuhakikisha kwamba kazi tunaifanya usiku na mchana bila ya, ya kuchoka. Kwa, kwa upande wa kituo cha mabasi cha Mbagala ambacho ndio kama kituo kikuu kwa mabasi yanayokuja kusini, kwamba wame wamezuia watu kuto kuja, tunaomba watu waendelee eh, waendelee wabebe abiria na waendelee kuwasafirisha watu kwa sababu ukweli ni kwamba sasa hivi barabara imefunguka. Kilichobaki nacho ni kuiimarisha tu, tunaendelea kuimarisha hatua hadi hatua, hatua hadi hatua, lakini ukweli tuwatoe hofu Watanzania, kwa dharura hii tumeidhibiti, na maisha yanaendelea. Na nirudie kusema, hiyo haimaanishi kwamba sisi tunadili na dharura tu, kazi ya ujenzi. Unaona, hili ni lori kubwa kabisa na lenyewe tayari limekwisha kupita na malori mengi sana yameendelea kupita, zitaendelea kutoa kwa hesabu, gari ngapi za abiria zimepita, gari ngapi ndogo za wananchi zimepita, na vile mabasi ya wananchi ni mangapi yaliopita. Kwa hiyo hayo mabasi yaliyoko Bagala, yaliyoko Lindi, sasa yaje yapitishe watu, yaliyoko Mtwara, ili Watanzania waendelee na shughuli zao kama kawaida. Na vile vile, tunawashukuru waandishi wa habari, reporters wote, kwa kuwa mmekuwa mkiwaeleza wa Watanzania kile ambacho kwa hakika kinaendelea hapa katika uh, site hii ya Somanga, lakini na vile vile ile ya upande wa Matano.